Watoto wazuri makofi mpaka. Watoto wazuri wanapokuwa wamepika mbele kabisa. Haleluya, haleluya. Naomba na walimu wao, ana walimu wao teele, makofi kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe. ni washukuru wazazi kwa kuwaruhusu watoto wenu kuja kwenye kambi ya maombi. Hakika tumemwona Mungu tukiwa pamoja nao. Tumejifunza vitu vingi, tumejifunza mambo ya kufunga, mambo ya neno la Mungu, mambo ya utoaji, mambo ya kuwai ibada na watoto hawa. Wameahidi kwamba wataongeza bidii katika kumtumikia Mungu. Wamepimwa kwenye mizani na wakaonekana wamepungua na, na wakaahidi kwamba sasa watakaza viwango. Amina, tunamshukuru Mungu. Siku ya jana walikuwa na mfungo, mfungo wa masaa kumi na mbili, tangu asubuhi walipoamka mpaka jioni saa kumi na mbili. Wao wanasubiri wakikuwa ndio wafu- wawafundishe sisi tunawafundisha ili wakue wakiwa wanamjua Mungu. Watoto hawa wamefunga masaa 12, mpaka jioni wanakuja kufungua, wana nguvu. Sijapata kuona bwana. Yani, yani, asifiwe. Yaani wengine tunawaita baada ya maombi ya saa tisa, kwani tumeomba muda mrefu tukawaacha wapumzike wakawa kwenye mpira, yaani wana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wakafungua vizuri, tukaendelea na ratiba usiku wa, kwa grupu ya kanisa tumeona michezo, neno, maombi, it was very powerful. Tumedhamiria kuwekeza kwa watoto. Kama wao wanawafundisha watoto wao uchawi wakiwa wadogo wanasamaga kutugajikaisa, na sisi tutawafanya watoto wetu wajaze Roho Mtakatifu wakiwa wadogo na watakuwa wamejaa roho Mtakatifu, watakuwa wakitabiri katika jina la Yesu. Sema amen. Subiri utaona, tayari Mungu ameshaanza kufanya mambo makubwa kwao. Kulikuwa na shuhuda na mmoja hapa amekwenda kwenye football mpaka ngazi ya mkoa, manweliosha huyu anacheza mpira mpaka ameenda mpaka ameshinda shuleni, ameshinda kwenye kata ameshinda wilaya, anaenda mpaka mkoa, ilikakihatua moja aende kitaifa. Na jana nashuhudia, nasema, namshukuru Mungu kwa sababu nimejifunza kumtafuta Mungu na nimejifunza hela ninayopewa shuleni kula ninamtolea Mungu zaka, na Mungu awefanikisha kwenye kipaji changu, katika jina la Yesu. Sema amen, hey. Haleluya. Mwingine amekuwa wa kwanza shuleni, amepewa zawadi, anarudi na t-shirt, shule inaamua kumzawadia kwa sababu viongozi wamefanya vizuri, wengine kwenye mitihani yao wanafanya vizuri, na tunamwamini Mungu Bwana ataendelea kufanya mambo makubwa kwa watoto wetu, maana imeandikwa, watu wanaomjua Mungu wao wanakuwa hodari na wanatenda mambo makuu. Tunataka kufanya sisi, tutawafanya watoto hawa wamjue sana Mungu wao ili wawe na amani, mema yawajilie wawe hodari na watende mambo makuu. Tarajia mambo makuu kutoka kwa kizazi hiki unachokiona hapa. Piga makofi kama unaamini pamoja na mimi. Sasa jumapili ijayo, jumapili ijayo, ibada ya kwanza, kwa maana ya kwamba Sunday School itaongozwa, watoto watapoongoza ibada, tegemea kubarikiwa wewe ambao unachelewa Sunday School, jumapili ijayo itakuwa ni ibada itakayoongozwa na watoto. Ibada ya kwanza yote itakuwa ni watoto. Baada ya maombi, watoto watakabidhiwa kipindi, saa nzima watafanya, watahubiri, watafanya kila kitu kama kuongoza ibada, na tutakuwa na utaratibu wetu. Watoto watakuja, msije na mifuko, nitawapeni mifuko, watakuja na mifuko ya kupokea zawadi kutoka kwa wazazi, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kanisa tuna watoto wapatao thelathini thelathini wakija na wageni mpaka thelathini na tano Unachokifanya wewe ambaye unafahamu neno la Mungu linasema, utakayempa mmoja kati wadogo hawa, baraka zako ni kubwa. Kuna mama tayari alishajishughulia baraka, walipofungua tu watoto kaleta madiko diko, wanawake moto lao <tip> ni hatari, mie hajaambiwa na mtu, hajaambiwa na yote, madiko diko chapati nyepesi madikodiko yameungwa vizuri, anajua watoto walivyofungua kwa gharama zake, wala kuyamwambia alifahamu, kuna baraka katika kuwategeleza watoto wetu. Kwa hiyo andaa vitu thelathini, kama ni vifutio, kama ni pipi, kama ni machungwa thelathini, kama ni ndizi thelathini. Ukifika hapa watoto watasimama kama walivyosimama hivi.